Um, Gharibu Mzinga uh, umekuwa unalifuatilia uh, soka la Afrika kwa muda mrefu sana na umewekeza mno eh, katika hilo, kila mmoja wetu atakuwa eh, shuhuda katika hili, lakini eh, kwenye kufuatilia kwako na kuangalia kwako namna ambavyo mpira wa Afrika ulikuwepo eh, hapo kabla kwenye eneo la kanuni, eneo hili ambalo tunazungumza la timu kusafiri umbali mrefu kwenda kucheza kwenye hatua hizi za awali eh, za michuano ya CAF, na sasa ni picha mbili tofauti kiasi gani? A yeah. Uh, kuna picha tofauti kubwa sana ambayo tunaiona hapo ndani na eneo la kwanza, uh, Rais Engineer Hersi amezungumzia swala la uh, kutoka eneo moja kwenda eneo jingine la karibu, kwa maana ndani ya zoni hiyo hiyo au zoni ya karibu uh, kwa maana ya kwe, uh, kupunguza gharama za safari, logistics za safari, tunafahamu kuhusu logistics zetu wa Afrika. Lakini kuna eneo jingine la mashabiki sawa? Uh, msimu jana uh, msimu juzi Young Africans ilikwenda Rwanda kucheza mechi dhidi ya Elmerick kama nakumbuka vizuri mm. Waliondoka hapa na idadi kubwa ya mashabiki na wanachama kwenda kwenye ile mechi. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa Rwanda, sio mm. Msimu huu wanafanya logistics za kwenda Malawi, uh, kwa sababu kunafikika, umeona wao rahisi mm. Lakini Azam wenyewe wanakwenda Zanzibar. Zanzibar, Zanzibar kwenye muktadha wa football Uh, tunatengana nao kwa maana ya uwakilishi wetu kwenye CAF wanajitegemea. Kwa hiyo kuna ukaribu na hii ni zoni moja kwa maana ya Azam na KMKM wote wanatokea ndani ya Sekafa. Wote ni wawakilishi wa Sekafa. Kwa hiyo kuna urahisi katika hayo mazingira lakini pia masuala ya, uh, ya kijografia ya hali ya hewa sisi hapa na Malawi hakuna utofauti mkubwa kwa mazingira ya hali ya hewa tofauti na Misri kwa mfano. Uh, au mataifa ya Afrika Kaskazini ambayo yana utofauti wa mazingira yao, labda mchana joto kali, usiku kunakuwa na baridi kali, sindio? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatofautiana kizoni na sisi kwenye eneo la uh, faida ya kucheza kwa zoni moja, yani timu za zoni moja au zoni ya karibu, kwa maana ya kanda moja na kanda nyingine, kuna faida pia katika katika kuupeleka mpira katika maeneo mengi, kwa sababu tunapokuwa na klabu nyingi group stage kutoka katika zoni zote. Sisi Afrika tuna zoni tano za kimpira, zoni sita, kwa maana ya Afrika ya Magharibi imegawanyika mara mbili yes, wafu A na wafu B. Sasa tunapocheza katika uh, zoni za karibu au zoni zinazofanana, miongoni mwa faida zake ni pamoja na uh, kuna, kuna integrity ambayo tunaitengeneza kwa maana ya ujirani, lakini katika zoni hiyo tunapata finest club. Klabu zenu bora katika zoni, kila taifa limetoa mwakilishi ambaye ni bora, lakini nyinyi wenyewe kwenye zoni yenu yupi ni bora ambaye anasukumwa kwenda group stage? Tumeshawahi ku experience uh, tumeshawai tangu mwaka 2017 CAF, kwa mara ya kwanza wanaingiza timu 16 kwenye group stage. Tumewahi ku experience uh, klabu, kuna zoni hazitoi timu kwenye kwenye group stage. Kwa mfano hiyo, mwaka 2017 hatukuwa na timu kutoka West Africa kwenye group stage. 2021 22 hatakuwa na timu kutoka, kutoka Unifac yani ukanda wa kati kisoka, na na, ukanda ambao una timu nyingi kubwa wakiwemo TP Mazembe timu yangu hiyo, na haikuwepo kwenye group stage ya Champions League. Hapa naipiga picha kubwa zaidi Champions League, kwa sababu ndio mashindano ambayo kwa asilimia kubwa yanatoa mabingwa na yale mataifa kumi na mbili na wawakilishi wana timu ya pili ambayo ni mataifa bora. Kwa hiyo kimsingi uh, msimu uliopita kwa mfano wa 2025, 2024 25 ikiwa tayari ACA ipo inafanya kazi ipo active, tumeshuhudia zoni zote sita zikitoa wawakilishi. Hiyo Afrika Magharibi ambayo ilikuwa kistruggle kwa muda mrefu, walitoa timu mbili, Stade Abidjan kutoka Ivory Coast, Joliba Athletic Club kutoka Mali, walikuwa kwa group stage. Uh, ukanda wa Sekafa, uh, kulikuwa na Hilali, ilikuwa uh, Young Africans kwenye Champions League, si ndio? Ukienda uh, ukanda wa, wa, wa kaskazini, of course uko tusizungumzie <laughs> wa wa wa wao ndo hata wabingwa wenyewe wamemtoa wao tukija katika ukanda wa kusini pia walikuwa na Sagrada Esperanza, sijui walikuwa na uh, timu za South Africa, the like of Orlando Pirates. Kwa hivyo sasa hivi maanake tuna uhakika kwa hizi mechi kuchezwa karibu, kwa maana ya zoni moja au zoni jirani na mwenzio, kuna nafasi kubwa ya kushuhudia kila zoni ina mwakilishi ndani ya group stage katika michuano ya CAF. So uh, kwa upande wangu naona hiyo ni faida kubwa ambayo tuko nayo. Sasa kama ilikuwa haipo kwa mwanzoni, lakini sasa hivi imefanywa kwa mapana zaidi. Kwa mfano, msimu huu wa 25 26, uh, kuna mechi 30 za preliminary yani, mzunguko wa kwanza hatua ya awali kuna mechi 30 zimechezwa, zile mechi 30, mechi si chini ya 20 zinahusisha timu kutoka katika zoni moja au zoni jirani. Kwa maana ukanda wa North Africa majirani zao ni Magharibi wana mechi Northern na Magharibi. Sisi si, Sekafa tuna mechi na hizi timu za, za, za Kosafa, si ndio? Simba anakwenda kucheza na, na Singizini. Young Africans anakwenda kucheza na, uh, na Silver Strikers, Kosafa na Sekafa. Azam kwenye Confederation wanacheza na Msekafa mwenzao, na wamemtoa Elmerick Bentui, Msekafa mwenzao. Singida wametoka kumtoa Msekafa mwenzao Round Sport, wanakwenda kucheza na Frambudu Sant ya Burundi ambao ni msekafa pia.